Bwana, Bwana. Lapuleta, na kushukuru kwa ajili ya neno lako Bwana. Nimtakapo na kuleta ukanitumie kama choo. Baba, fungua masikio yetu ya kimwili na ya kiroho tukaweze kupata neno lako Mungu, heshima wewe. Nisaidie na kuwa pamoja na mimi na kwa chini na Yesu tumeomba. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba Meshach Shadrach na Abednego hawakutii amri ya, ya eh, ya Nebukadnezar. Bwana asifiwe sana. Unapata mesha? Katika maisha kuna marafiki zako wanataka uende katika njia, lakini ukikataa wanatoa amri. Bwana asifiwe sana, haleluya. Nebukadneza akatoa amri, asha au mwake akawaambia, mkisikia sauti mwanze kuinama na kuabudu zile miungu zake Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba Meshaki, Shadraka na Abednego sauti ambayo si ya Mungu Haleluya. Na wakaambiwa saa itafika, itapiga kirumbi, na mkisikia mayo, mtaanza kuabudu Haleluya. Na maandiko yanasema wakati alipoinuka hawakufanya hivyo Haleluya. Sometimes tunapita mambo, kwa maana sisi ni wanadamu, bwana siwasikio sana lakini, ukipita ajia kila jaribu ujue The fourth man. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu wa nne anaenda kukutetea, kuna mtu wa nne ataenda kuingilia. Maandiko yanasema ya kwamba alipowashika na nak Nimekuja asubuhi ya leo nikutia moyo. Nikwambie katika majaribu yako, katika masomo yako, katika familia yako ambao watoto wa wako pengine wanakusumbua. Nakwambia daweza toamu will Haleluya. Nataka kukwambia kuna mtu wanne anaenda kuingilia katika majaribu yako. Kuna mtu wanne anaenda kuingilia, mtalishi umepita kwa muda mgani. Mungu asifiwe sana. Tunamwomba mundu mundu wa Kana. Bwana Yesu asifiwe sana.

Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ni kama waliangalia wakasema sasa wameteketea. Hawatainuka tena. Lakini sasa

anashinda nyama. Bwana Yesu asifiwe sana, atutashifira, nataka tutashifira Bwana, nataka Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiomba, ukiambia Mungu, Yesu, leo naomba Niyo ni ando kola lakai sana. Kwa maana nimejaribu kila kitu, haifanyi kazi. But Mtumishi wa Mungu mmoja kanitembelea kaniambia tuombe na juu naomba. Mimi nilitumiwa mtu wa nne. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda katoloni. Nilikuwa naenda bila hata fare. Likuwa naenda Mungu. Na tunarudi nikiamini ya kwamba Mungu ata nitendea. Mimi nilitumiwa mtu wa nne. Hata wewe Mungu atakutumia mtu wa nne. It doesn't matter what. Nia kisafu katika majaribu yako, katika masomo yako, katika familia, there is for the man sometimes, unasafika mahali unataka kuishiwa na nguvu, unataka kukata tamaa, lakini ikifika hapo, niambia Mungu tu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe, tuma ngoma ngai na Biblia. Haleluya! Kwa hivyo siku ya leo nataka tukaombe, tukiambia Mungu, nataka mtu wene katika maisha yangu, kwa maana nikiwa na mtu wenye, sitashindwa na maisha. Nikiwa na mtu wenye katika mambo yangu, sitashindwa katika biashara yangu. Nataka mtu wenye. Unajua kuna watu wanataka kuweka biashara sana, lakini nafika mahali watu wanakukopa, wanakukopa, wanakukopa, biashara inaisha. Hiyo biashara inahitajika, ina kuwa na mtu waende ndio isimame. Bwana asifiwe sana. Yani ulisomesha watoka, pesa hata shamba pengine uliuza, lakini Nataka ukaombe Mungu siku ya leo umwambie in my family I need a fourth man, kwa maana bila fourth man na sitaenda mbali. Bwana asifiwe sana. katika maisha yetu tunahitaji mtu wanne, kwa maana ni kama tuko kwa moto, siku hizi ni kama tume umeingia kwa moto. Bwana asifiwe. Majaribu yamekuwa mengi, mashida imekuwa yamekuwa mengi, hata ukisikia, kwa maana ndio ukiangalia news mambo yamekuwa mengi, so tunahitaji kusaidiwa na Bwana shida na majaribu ambayo ninapita. Bwana angalia kumbuka, familia yangu kumbuka, mzee kumbuka, watoto katika maisha yangu, nikumbuke. Nahitaji mtu wa nne, nahitaji mtu wa nne, Bwana Yesu, nitembee -nite katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Anajua Bwana atenda kutenda asubuhi ya leo. Kwa hivyo nikuwa tunatenda tia, mtu mmoja ni mwambie, usikate tamaa, bado bwana hako. Biblia inasema